Kwamba kazi itakuwa imefanyika sawasawa ndio. Mm. Maana mnachangia pakubwa lakini pia mnauza zaidi. Okay. Kwa hiyo kazi inafanyika sawasawa. Yeah, uh, kwanza kabisa hongera, uh, kwa Tanzania, utufikishie uh, pongezi hizi kwa kuteuliwa kuwa mwenyeji wa World Tourism Awards 2025. Unaweza kutuambia ilikuwaje hadi mm. tukafika hatua hii ya kipekee? Mm. Ah, nashukuru um, kupata nafasi hii si ajali. Uh -huh. hmm. Kwa kweli ni juhudi ambazo eh, wameziona uh, kumbuka tuzo hizi zinaandaliwa au zinamilikiwa na kampuni eh, inaitwa uh, World Luxury Media Group. Hii ni kampuni ambayo iko nchini Uingereza pale London, na tuzo hizi zimeanzisha toka mwaka 93 ndipo ndosema mwaka huu 2025 eh, ni za 32 uh -huh. eh, sasa ni tuzo ambazo zimejizolea umaarufu mkubwa, ni brand tuzo uh -huh. zenyewe E, kwa hiyo wanaposema tupeleke sehemu fulani, wao wana hakika kwamba huta e, dilute ile brand yao mm. Lakini kumbuka Tanzania kwa upande wa utalii pengine ni nchi ambayo e, si rahisi kulinganisha na nchi nyingine hasa kwa Afrika e, tumekuwa wenyeji, kwa maana kwamba sisi ni vinara wa tuzo hizo mm. Nitakupata mfano bwana Mohamed kwamba e, mwaka jana peke yake kwenye tuzo hizi hizi tulipata tuzo tano kama nchi moja tu. Mm -hmm. Yes na uh, utakumbuka kwamba ukiacha wigo wa tuzo hizi za World Travel Awards, Tanzania bado ulipata tuzo nyingine kupitia kwa wenzetu hata hapa hapa juzi, e, kule Ulaya e, kwa hiyo uh, wingi wa tuzo tulizopata mfululizo na sifa ya tuzo zetu eh, ni hii ifuatayo pengine, eh, wasikilizaji wajue mm -hmm, kwamba eh, si tu kwamba tunapata tuzo nyingi wakati mmoja lakini ukihesabu tumepata tuzo hizo kwa mfululizo mkubwa zaidi kuliko wengine mm. Sasa kwa mfano nitakupa mfano tu e, katika mashirika yetu haya ya uhifadhi fotanapa, wana Serengeti inaingia kila mwaka, wana mlima Kilimanjaro unaingia mm. kila mwaka wao e, vivutio vyao vimepata tuzo hizo miaka sita mfululizo. Sasa ni kwamba hawana upinzani awaz e, pengine mwaka huu Mungu akijalia itakuwa tuzo ya saba. mm. <laughs> Bodi ya utalii nao hivyo hivyo. Kwa mwaka jana tu tumepata tuzo tatu, ikiwa tuzo ya kwanza inasema ni bodi bora ya utalii Afrika na Indian Ocean mm. Pili eh, bodi ya utalii ilipata tuzo eh, kwamba Tanzania ndio nchi bora zaidi ya kutembelea kiutalii mm. Yes, tunasema Africa leading eh, tourist destination Like Mwamwaja Ma, kwa, kwa, yes, kwa haya maelezo yako yes. Na nataka kurudi nyuma kidogo Lio, na labda utufafanulie muundo mm. wa masuala ya utalii mm. yote kiujumla mm. umekaa vipi bodi <laughs> TANAPA uh, hifadhi hebu <laughs> tupitishe hapa alafu ah, swala nzuri kweli kweli, ili tuweze kuelewa kwa sababu kwa maelezo haya kidogo <laughs> nimeona <ne inaudible> kuna, kuna tofauti sawa. Na nikuombe mm Muhamed, na dada hapa kwamba pengine siku mfanye Sudi, mm. eh, tuje tuzungumze na wasikilizaji uzuri setup mm. yeah, eh, sekta ya utalii nchini. Lakini kwa kifupi ni hivi, ilo inabidi lifanyike bila shaka. kabisa kabisa, sekta ya utalii ina pande mbili. Upande wa kwanza ni sekta binafsi mm. kwa sababu wale ndio wafanya biashara mm. leo ukitoka hapa unaenda Arusha, utawala wa hotelini mm. yule si serikali, ni sekta binafsi Ukienda mbugani wataka kwenda kutembelea, ah, sio sekta binafsi tena ni serikali mm. lakini mm. anayekupeleka kule ni sekta binafsi, kwa hiyo tuna e, muundo ambao una pande zote mbili. Utalii uko chini ya wizara ya mali asili na utalii. Sasa sikilizapo wizara yenyewe tu ni mali asili upande huu na utalii upande ule mm. kwa pamoja mm. Ehe. Mm. sasa kwenye wizara E, imegawanya tena katika idara na taasisi mm. pale Dodoma, ukienda leo wizarani mm, ja, pale juu ni waziri wa maliasili mm. na utalii mm, chini yake katibu mkuu, au pengine kuna of course kuna naibu, naibu waziri mm, alafu katibu mkuu mm. Chini ya katibu mkuu kuna manaibu ma katibu wakuu wawili tena mmoja, mm, mali asili mwingine utalii, Bwana Nkoba Ehe, ehe. Chini kuna mkurugenzi wa utalii. Sasa ile ni kurugenzi remember mm. eh? mm. ambapo sasa tuna zile idara eh, kama tano nne mm. tano zinapishana baada ya uh, hao wenzetu wavitoe kutoka mm. eh, zikabakia nne. Sasa idara nazo kuna upande wa utalii na kuna idara ya wanyamapori mm. si ndio eh? mm. yeah, nyingine of course itakuwa ni uh, misitu na nyuki na nyingine ni malikale mm. Sasa ukiacha wale wakurugenzi pale wizarani mm -hmm. Tuna taasisi ambazo kidogo kama zinajitegemea hivi kulingana majukumu yake mm hizi -hmm. Taasisi nazo zimegawanyika mm -hmm. upande wa uhifadhi na upande wa utalii mm -hmm. Tuanze na utalii, chini ya mkurugenzi wa utalii pale wizarani tuna bodi ya utalii Tanzania ambayo ndio hii wewe unapotoka. ah, jukumu lake ni moja tu, utangazaji utalii. hmm. Bas hana jukumu lingine, atangaza tu ndani na nje ya mipaka Tanzania. Pembeni yake tunahitaji kila siku tuwe na watu wanaokuja kwenye sekta wapya. tuna chuo cha utalii hmm. eh, ukienda posta eh, zamani ilikuwa wizara ya afya hapa au IFM hii mm. Hapa kuna jengo zuri mm. Kile chuo cha utalii ndio taasisi mbili zinazodondoka chini ya idara ya utalii. Utalii. Sawa, huku tuna idara ya mapori mm. Wale ni wahifadhi, sasa ndio wale wanaofanya ile neno maliasili pale juu mm. mm -hmm. Sasa kule tuna taasisi zilizojigawanya kulingana na hifadhi zetu mm. Tunaanza na TANAPA mm. TANAPA tunaita ni hifadhi za taifa ishirini na mmoja Serengeti, tatata tatata, mpango napota ishirini na moja Tanapa, Tanapa yeah. Hao mm. Wao sasa ni hifadhi za taifa mm. Eh, tukumbuka vizuri pale mm. Yes. mm. of course kiongozi wao sasa ndio huyo ni makamishina, ni jeshi jeshi usu mm. mm. mm. conservation kamishina, kamishina uhifadhi mm. iko pale Arusha mm. pembezoni mwa Tanapa tuna eneo moja ambao sasa ni lenyewe tu kipekee yake ah, mm, <laughs> <laughs> <laughs> eneo la hifadhi <yuani> la Ngorongoro Ngorongoro <laughs> conservation area sasa. Ukizungumzia okay, kama mamlaka, unaongeza na A ya mwisho authority, okay. eneo NCA ile taasisi NCAA pembezoni tena kwa upande wa uhifadhi tuna taasisi ya wanyamapori TAWA. mm. tunazo ngapi hizo sasa? Tatu, TANAPA mm. huyu mwenye ishirini na moja Ngorongoro ana moja lakini, mm. kubwa kuliko maarufu mm. sana mm. alafu tuna tawa TAWA sasa ndio maeneo yote yalobakia ya wanyamapori mapori tengefu, ukienda kwa mfano, pale Nyerere eh, sasa tuna zamani Selous eh? mm. eh, sasa tumegawa pale mm. moja ni hifadhi ya taifa Nyerere National Park mm. eh, heye, nyingine ilibakia kuwa eneo tengefu National, national park tayari inakua na inaingia uh, kwa kwa, kwa, kwa, kwa, TANAPA sasa. kwa, kwa picha hii tumeshaipata na inaonekana kweli tunahitaji kutenga muda ehe, zaidi ili kuweza kufahamu muundo na namna mnavyoweza kufanya ehe, kazi, lakini ehe, kwa muktasari huo yes, nadhani yes, uh, imeeleweka kabisa. Sasa tugeuke kwa upande mm, wa bodi ya utalii Tanzania, tukio hili mm, uh, lina maana gani mm, kimkakati mm, katika kuimarisha soko la utalii mm, wa ndani mm? kama tulivyosema kwamba e, hizi ni tuzo, tuzo ni kielelezo cha umahiri wako e, katika biashara ya utalii. Kumbuka biashara ya utalii ni biashara ya ushindani mkubwa, e, tunashindana e, na majirani, tunashindana na Afrika, tunashindana Afrika, lakini ni kimataifa. E, sasa utalii wetu sisi unauzwa nje, tofauti na bidhaa nyingine. Tunasema sisi ni export product e, yani e, mlaji anakula ya hapa ni Tanzania, anaenda Serengeti, lakini anatoka nje ya nchi mara nyingi, kama ni utalii wa kimataifa. Kama unataliwa ndani, atatoka ndani atatoka ndani. Kwa hiyo e, kikubwa pale ni kuliaminisha soko juu ya ubora wako. Kumbuka yule mgeni ambaye tunamtarajia e, anavutiwa au anavutwa aende sehemu nyingi, muda wake ni ule ule, fedha yake ni ile ile. Sasa utalii wetu, kwa maana ya utalii wa masoko ya kimataifa, tunauza hasa kupitia mawakala wa kimataifa mgeni yuko pale eh, BBC mm. he wadau wenu mm. London mm. ah, wakati walikizo unataka aje mm. lakini sasa eh, kusema apige simu aanze kusema jamani, hebu nibukie British Airways alafu kule Serengeti nibukie lewana loji alafu nibukie tu opereta huyu, inakuwa ni ngumu kidogo. mm -hmm. Yes, wapo wanaofanya hivi moja kwa moja, lakini wengi wao watafanya kupitia wakala wa utalii aliokuwa kule mm -hmm. e, nchi zao mm -hmm. Kwa hiyo sasa, e, tuzo hizi zinaweka imeji nzuri, ili wakala wa kimataifa waweze kujua Tanzania kuna kitu Yes ni kweli kabisa kwamba eh, kila mwaka tunakwenda kwenye maonyesho ya kimataifa. Nitakupa mfano tu, mwezi wa tatu normally tunaenda kutangaza soko la Ujerumani, linaitwa mm. ITB mm. soko kubwa kabisa duniani, maelfu na maelfu ya wahawa mawakala mm. Ukienda Uingereza tuna soko pa inaitwa WTM pale London kila mwezi wa kumi, kumi na moja. kubwa kabisa kabisa na nchi nyingine hivyo hivyo mm. naenda kukutana na mawakala wa kimataifa nawaambia Tanzania kuna nini e, ili kwamba na wao sasa wapeleke message hii kwa wateja, kwa wateja. Wow. Mm. ili wateja sasa waweze kununua safari ya Tanzania kupitia kwao mm. Mm. kwa hiyo e, e, e, e, tunasema kwamba faida kubwa kabisa ya kuhosti tuzo hizi ni kuweka image ile uwe competitive kuzidi wale washindano wako, na inaleta imani, inaleta imani eh, kwamba sasa ikiwa wameweza kupata eh, nafasi hii ya kuhost hizi tuzo, ikiwa ameweza kupata tuzo zote hizi mfululizo, kuna kitu kinaitwa value for money, thamani ya fedha ya mtalii hmm. Yes. na ukumbuke kwamba eh, tunapopata tuzo hizi hata kwa makampuni haya binafsi ya utalii E, kuna kampuni kwa mfano, mwaka jana inaitwa Alteza ilipata hii tuzo mm. E, lakini kuna kampuni zinapata tuzo mbalimbali kina Goshen company hawa mm. Branding anapopata tuzo ndio inakuwa hiyo, yes the best tour operator in Tanzania 2025 mm. Mm. Eh, tayari katika soko ameshajiongeza ameshajiongeza <laughs> <laughs> naam kwa hiyo ina muhimu kubwa sana <laughs> naam. Mm-hmm. Mkurugenzi, uh, msikilizaji kama ndio kwanza unafungulia ya redio yako, tunaye hapa mkurugenzi wa masoko kutoka Bodi ya Utalii hapa nchini TTB, Ernest Mwamwaja, tukizungumza naye kuhusiana na fursa ya kipekee kwa taifa letu, ambapo umepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa tuzo za 32 za utalii duniani wa kanda ya Afrika na bahari ya Hindi ya World Tourism Awards Africa and Indian Ocean Gala Ceremony 2025. mm. Tunazungumza naye, kama una maswali yaelekeza kupitia nambari yetu ya simu 0621117117, lakini pia vile vile kupitia channel yetu ya YouTube ya UFM Radio TZ ambayo hivi sasa iko live, unaweza ukamwona akiwa amechangamka kweli kweli <laughs> na kupendeza na suti yake. Tukio linafanyika <laughs> hapa <laughs> <Yeah>. Dar es Salaam <habaga laughs> yeah. Mkurugenzi, yeah. Ni maende, ni maandalizi gani makuu no, no. yanayofanywa no, no, no. Uh, katika kuhakikisha tunapokea wageni wa hadhi ya juu kwa viwango vya kimataifa. Ni kweli tukio inayofanyika Dar es Salaam tarehe ishirini na nane mwezi huu mm. kwa maana Jumamosi hii inayotukabili mm. e, pale hoteli ya kimataifa nyota tano Johari Rotana e, sasa utakumbuka kwamba e, juhudi za matokeo ya ya ya ubora wa tukio ile hata kama maandalizi e, kama ulivyosema maandalizi yapo yanaendelea kwa kasi e, kama unavyojua hii e, Wizara ya Maliasili na Utalii inapoandaa jambo lake, hasa kupitia Bodi ya Utalii e, inakuwa si dogo <laughs> inakuwa si dogo. <laughs> tuna kamati ya kitaifa kabisa, ambapo e, kila kamati imepewa nafasi yake, lakini tuna wadau ambao tunashirikiana nao e. tunashukuru kwamba UFM leo tuko hapa lia, e, mm. e, tukumbuka. Tukumbuka kwa ajili ya kuhabarisha wananchi tukio hili, tunasema ni la kwao. Nakumbuka watu, tunasema kwamba e, Tanzania inapopata nafasi hii e, kwa kweli ni matokeo ya kazi kubwa mm. anayofanya Mheshimiwa Rais Yeah, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama Samia Suluhu so Hassan alitoka kidedea ishirini na mbili pale Royal Tour mm. katoka kidedea tena mwaka jana Amazing Tanzania mm, eh, sasa dunia, sasa Tanzania iko pale juu kabisa mm. Mpinzani sasa tunamtafuta mpinzani, nani? Hatuna. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri sana na wananchi wa wajua tu kwamba, eh, itakuwa ni siku kubwa kweli kweli ya tutakuwa live masaa yote tunashukuru eh, kusema kwamba eh, Azam TV watakuwa pale wakiturusha live toka mwanzo mm, mpaka mwisho. Burudani je atatata lukuki wasanii mm, wale maarufu yeah, wandani na nje watakuepo, wananchi tustoke eh, katika mm, TV zetu YouTube zetu, tutakuwa mitandao ya jamii pale mm, eh, kwa kweli tukio hili la kwao kabisa Deo, na mkurugenzi rekodi hii muhimu ambayo Tanzania inatarajia kuiweka kwa kuwa mwenyeji wa tuzo <coughs> hizo za <coughs> thelathini na mbili za utalii imechagizwa na nini hasa ukiachilia mbali kigezo cha kunyakua tuzo mbalimbali mbali? Uh, kwa kweli eh, ni ule utayari na ubora eh, wa kwetu kwa maana kwamba eh, tuna, tuna tuzo zimeshafanyika miaka mingi. Nakumbuka tuzo hizi sasa ni za mabara <coughs> lakini juu ya mabara tuna tuzo zitakuja sasa za kimataifa. Bara hili tumesema ni Afrika na Indian Ocean, ambapo tumechukua matuzo lukuki. Baada ya hapa, tunakwenda kunyang'anyira sasa katika e, tuzo za kimataifa ambazo mabara yote yatakutana. E, lakini nilisema tu kwamba nako kule na sisi tunapata tuzo nyingine mwaka jana. mm -hmm. tulitoka na tuzo ambayo nasema Tanzania ndio sehemu bora zaidi duniani utalii wa safari eh. Sasa hapa kuna terminoloji mpya tena yes, mm. no. utalii kwada nyingi wa <laughs> michezo, utalii wa mikutano, utalii wa mm. kuja na makruzi baharini, lakini tuna utalii wa safari. utalii wa safari ni ule utalii sasa ambao kwa namna kubwa unaonekana wakwenda mbugani eh, ukitoka hapa unakwenda kwenye ma Land Cruiser marefu mm. yale juu mm. kumetobolewa na makamera mm. yako, simba huyu hapa na nini, hii ndo nasema safari tourism Yes, kwenda kwenye adventure umepanda mlima Kilimanjaro. e, sasa kwa maana tu kwamba Tanzania ndio ene e, nchi ambayo ina hifadhi nyingi zaidi, almost zaidi ya theluthi ya nchi imehifadhiwa ni rekodi hiyo mm. Yes, na ubora eh, ukiangalia namna ambapo mashirika yetu yanahifadhi eh, maeneo haya unafika mahali unasema, jamani, mm. hivi hapa kweli sio? Tulikuwa tunazungumza kule kuhusu Eden, itakuwa hapa ndio hii wahkuoakenyemauakule kwa hiyo yote haya kwa kweli ametufanya kwamba eh, tuweze kupata eh, nafasi kubwa Mkurugenzi, ni fursa zipi halisi ambazo ziko wazi kwa Watanzania hasa vijana, wanawake na wafanyabiashara kupitia tukio hili? Ni kweli tuna tunataraji kuhosti watu wasiopungua mia tano kutoka mataifa mbalimbali mbali. Kwa hiyo sasa, e, wageni watakaokuja hawa watakaa hapa kwa mfano wiki nzima tuzo hizi na siku moja kumbuka, watakuja siku chache kabla, watakaa siku chache baada ya tuzo. E, sasa tumefungua milango kwa mfano kwa wajasiriamali kuweza kuungana nasi ili waweze kufaidi, of course uh, e, ya fursa hii. Tuna mahoteli ambayo yanazunguka eneo lile la Johari Rotana E, tunashukuru kwamba wadau wameshajitokeza, tuna mahoteli zaidi ya 17 sba ambayo yamekuja e, kushirikiana nasi sasa. Maana yake ni nini? E, kwamba wamesaidia e, kuchagiza e, e, thamani ile kwa kupunguza bei kwa wateja wetu. Kwa tumewatangazia e, kwamba njoo katika hoteli fanupunguzia kwa hadi ya asilimia arobaini e, uweze kukaa pale kufanya hivyo, e, ni kwamba sasa watakapokaa awa wageni wamekuja kutalii nao kwa hiyo jioni watatoka nje pale kwenda baharini, kule soko la samaki kupata samaki kidogo, wataenda beach, koko mihogo pale na nini. Kwa hiyo e, tunataraji kutakuwa kuna mtaonyiko mkubwa e, wa mzunguko wa dola ile mm -hmm. wanataka kuja nayo mm -hmm. E, lakini kuna wenzetu wa makampuni haya ya kukodisha magari yatakuwa mengi pale airport yakijaribu ya kuwa shatu a kuja mjini E, lakini kumbuka kwamba e, tuna e, biashara nyingine ambao wadau wamezidi kutusaidia mm -hmm. Kwa mfano usafirishaji, yes, usafiri wa ndege huu, e, tuna mdau wa kampuni inaitwa Blueberry Travel Company ambao nayo imepunguza bei kwa hao wageni watakao kuja na kwa kiasi kikubwa e, lakini e, kumbuka kwayo, e, dollar, tuna matangazo mbalimbali na nini kwa hiyo ule mzunguko wa dola tunaita repo e, mm. e, effect itakuwa kubwa kwa hawa wageni wakija. Wageni 500 ni wengi, wageni wengi sasa. Mkurugenzi, wageni hawa mia tano wanatarajiwa, lakini kuna watanzania wenyewe ambao tukio hili wangeweza kulitumia kwa, kwa faida kubwa. Kwa mfano sekta binafsi yes. kama hoteli ambazo labda zenyewe hazijatoa ilo punguzo, lakini ikuwepo kwao pale wanaweza wakajifunza kitu. Lakini kuna mawakala wa watalii na huduma nyingine, kuna mikakati gani ya kuhakikisha wanashiriki pale na labda kunufaika na hata kujifunza kutoka kwa, kwa mawakala wengine ambao wanakuja pa. Ni kweli. Uh, tukio lile kwa sababu ya ukubwa ule tuna wadau mtawanyiko mkubwa wa wawakilishi wa wadau mbali mbali. Mm. Wa sekta ya utalii na sekta ya usafirishaji Mm. E, wataalikwa pale wameshaanza kualikwa e, wengi watatuambia e, kwamba wameshapata mialiko e, zaidi ya mia mbili na hamsini hawa ni watanzania kuja pale, e, wakija pale sio nakutana na wale wanaotoka nchi nyingine. Mm. E, kwa kuna e, session maalum za ku network. Mm. Yes, watabadilishana kadi e, na kufanya mazungumzo e, na of course tunategemea kwamba kutakuwa kuna sparko kidogo ya mazungumzo ya kibiashara mm, na nini utafanya. E, kwa hapa kwenye Tuzo hili inatoa hamasa hata kwa hawa wafanya biashara wetu e, kwa kuona kwamba fulani amepata ndio mm. tu operator e, bora Afrika. E, inakufanya na wewe sasa uweze kusema kwa nini ameshinda? E, na mimi niongeze juhudi wapi e. Kwa hiyo tunategemea kwamba e, na uzuri ni kwamba kwa mwaka huu ndio mwaka ambao tumevunja rekodi ya nominations za kush kushindana tuzo hizo. Tuna nomination karibu hamsini mm. makampuni ya Tanzania Mashirika na taasisi za Tanzania zinazong'ang'ania mm. eh, tuzo zile eh. Kwa hiyo utakuta mpaka bandari zimeingia, watu wetu wa airport wameingia, kwa sababu utalii na usafirishaji eh, ni sekta pana. mnyororo wake wa huduma wa ni mpana kwelikweli eh, katika, eh, katika eh, eh, tuzo hizi, na pengine kuna wamefanya biashara hawakujua kama wako katika mnyororo wa utalii eh, kwa kuona ah kumbe hata hospitali tunatakiwa sasa eh, tujiongeze siku hizi kuna Mohamed mm, kuna kuna utalii unaitwa utalii tiba mm, eh, medical tourism mm, ambapo eh, tunakaribia sasa kuwa na mkakati maalum, pengine tutakuwa na sera eh, ya hey, utalii tiba eh, kwa umaarufu na ubora wa huduma za afya na mm, utakumbuka mm, eh, saizi Tanzania, eh, JKC yes, exactly wanapata wageni mm, mbali mbali kutoka nchini kutoka Afrika na nje ya Afrika. Kwa hiyo tuna utalii tiba sasa. Mtu wa kawaida anasema ah, mimi sasa hospitali naingiaje kwenye utalii? Kwa hiyo tuzo hizi, kwa kusoma tu zile kategori za ushindani zile nominations na jinsi zitakavyotangazwa pale, watu wengi watajua kwamba wanahusika vipi sasa katika mnyororo mzima wa utalii. Mkurugenzi, mimi na swali kidogo nje ya utaratibu wangu ambao nimeweka, lakini tumekuwa tukipata changamoto kubwa kutoka kwa majirani zetu, ama mm. watu wengine kuhusiana mm. na vivutio vyetu yes. Uh, na wakati wengine wageni wengi walikuwa waki wakifika katika nchi fulani ya jirani kama mm. majirani zetu mm. alafu ndio safari ile iratibiwe kutoka kule mm. kuja hapa nchini Tanzania mm. uh, ni vipi mmeweza kukabiliana na hilo na hali ikoje kwa sasa ya yeah, a mbuga Serengeti wanatoka Masai Mara wanakuja huku na mambo uh, yeah, yeah, kama hayo. vipi mmeweza kukabiliana na hili, so, na hili hali ikoje? Eh, ni kweli kumekuwa kuna hilo. Nilianza eh, kusema pale utalii huu sasa ni ushindani na nini mm. na kila mtu anaangalia hata take advantage, vipi eh, Tanzania si ajabu eh, kwamba kila mtu akataka kuingia hapo na kufaidi eh, u, ule ubora wa huduma zetu, ubora wa hifadhi, ubora wa mazao ee, uwezi ku utategemea hilo mm -hmm. Eh, kwamba eh, sasa nataka kuingia. Kuna mazungumzo mengi yamefanyika eh, kwa kweli, kumbuka kwamba eh, nchi hizi ziliungana katika mm -hmm. ili jumuiya mm -hmm. Afrika Mashariki na eh, tunaita kuna kuna ile chata ambayo ilituunganisha mm -hmm. na chata ilieleza wazi kabisa eh, level ya mashirikiano Uh, katika ukiangalia okay, ibara ya 117 mpaka 119 nakumbuka, uh, imeeleza uh, kwa sababu kulikuwa kuna juhudi uh, za kupromote utalii huu mm. katika nchi zote hizi wanachama mm. kwa umoja yes uh, kwa umoja wake, lakini utaratibu uliwekwa. uh, haya mengine sasa inakuwa tu. E, pengine e, kumbuka ni e, mtu moja moja atataka kujiongeza <laughs> kuji <laughs> lakini kuna utaratibu kabisa mm. Katika ibara zile umewekwa, na hizi nchi huwa zinakutana almost kila mwaka mm. E, na pale Arusha tuna sekretarieti ya jinsi ya kutangaza utalii katika jumuiya Eh, na tunafanya haya kwa pamoja tukienda katika maonyesho kwa mfano WTM, ITB mm. eh, kuna dawati ambalo sasa ni dawati la East Africa kabisa. eh, sheria zipo na mm. mkurugenzi, unaposhindana lazima umfahamu mpinzani wako. kwa mm. sisi hapa Tanzania ni nani ambaye anajaribu kutunyemelea, eh, kuchukua sifa hizi ambazo sisi tunazo, nchi gani hasa? Hapana. Uh, uh, sasa kwa utaratibu siwezi nikasema nchi fulani fulani mm. lakini tuna... <laughs> No ushindani huu ni ni, ni, ni, ni, ni wa kila mchu. Sasa tumekuja na neno moja kwamba eh, pamoja na kwamba hizi nchi ni tofauti mm. lakini mazao yake hayagongani. mm. eh, na, na, na hili ndilo liko... Kuna, kuna strategy hii, pengine tukipata muda tutaweza vizuri wasikilizaji. Eh, tuna mkakati wa kupromoti utalii E, katika levu ya jumuiafia mm. upo nafkiri umezundia toka mwaka jana e, sasa mkakati hlo tunasema kwamba e, wewe Rwanda unauza gorila <coughs> wewe Uganda unauza hiki, sisi Tanzania tuna hiyo tuna migration na gani, wewe mwenzetu wa Kenya umejaliwa zaidi katika eneo fulani. Mm. Yes, kwa hiyo tuna e, Kiingereza tunasema unasema like, e, yani e, kimoja kijiongeze kisiue kingine, kijiongeze kwa wengine hmm. Umoja wake sasa ukuze e, he, ile sifa na ukuze ile thamani ya product kwa ujumla e, kwa hiyo, kwa hiyo mtazamo wa kijumuiya ndio huo ya ynakatna na sio kusema kwamba sasa ili mimi ni ibuke, basndio mtazamo kwa maana ya jumuia mm. Na basi kwa maneno hayo <habtodura> uh, nafikia mwisho wa mazungumzo yetu kwa leo ambapo <tubura> tumepata fursa ya kuzungumza kwa kina kuhusu ujio wa tuzo kubwa za utalii hapa barani Afrika na ukanda wa bahari ya Hindi World Tourism Awards African Indian Ocean 2025 tukio ambalo Tanzania itakuwa mwenyeji kwa mara ya kwanza katika historia tumekuwa mgeni na mgeni wetu maalum bwana Ernest uh, Mwamwaja mkurugenzi wa masoko kutoka bodi ya utalii Tanzania ambaye ametupatia mwanga wa kutosha kuhusu fursa na maandalizi ya nafasi ya Tanzania katika ramani ya utalii duniani na tunakushukuru sana uh, kwa kuja nakushukuru. Uh. Yeah, sana. Asante sana, sana.